Katika ukurasa wake wa 53 mufti wa Oman anamnukuu Sheikh Uthaymeen. Sheikh Uthaymeen anasema hata kama tarehe yako hu, tarehe ya maka na tarehe yako wewe imepishana, hilo wewe lisikusumbue we. angalia tarehe yako ikifika mwezi tisa mfungo tatu ndio siku yako ya kufunga arafa. Kwa hiyo ikitokezea maka wako nyuma maka wako mbele, lisikusumbue hilo. Hayo ndio maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen kwenye kitabu chake pia, hiki hapa Al-Jami'u Al-Jami'u hapa, Al-Jami'u li fatawa wa siyam. Hiki hapa, Al-Jami'u li fatawa wa siyam. Kwa wakati wa Uthaimin akasema huku, Mufti wa Oman akamnukuu kwenye kitabu hiki. Na ndugu yetu mmoja akafanya ihsani ya kukitafsiri kwa lugha ya Kiswahili. Kwa mwandishi wa kitabu, mtungaji wa kitabu, Sheikh Al-Uthaimin, Makkah al-Mukarramah hiyo, kwa sababu kuna watu ukiwatajia maneno ya kidini basi lazima sheikh wake atoke Makkah, acha kwa Makkah huyu hapa. Sheikh wa Makkah anakuelezeni kwamba saumu ya Arafah siku zote inafungwa kwa kuangalia tarehe za muandamo za pale ulipo. Habari ya kwamba eti ufunge kuangalia mahujaji, anakataa al-Uthaimin huyu. Na Uthaimin naye Mufti Aman anamkoti. Huyo Mufti Aman, kitabu chake hiki hapa. Ndugu yetu mwingine naye anafanya hisana na kitafsiri, tafsiri yake ya kitabu hiki hapa. Lakini ukitoka hapo sasa tunakuja kuangalia nitoe nukta moja ya kielimu ili wale ambao wanakusudia ilmu waweze kuelewa. Ukiangalia hii qararat hizi qararatu lmajmai lfiqhi lislamii bimakkatlmukarama, maazimio ya mkutano wa kifiqhi uliofanyika makkatl mukarama. Kwenye haya maazimio wamekubaliana kwamba wamekubaliana kwamba dunia kuwa na tarehe moja haiwezekani. Wamekubaliana kwamba dunia kuwa na tarehe moja haiwezekani. Waqad tarjama al-imam an-Nawawi ala hadha al-hadith fi sharhi fi sharhihi ala Muslim biqawlihi babu bayani anna li kulli baladin ruyatahum wa annahum idha raaw al-hilal bi baladin la yathbutu hukmuhu lima baada anhum. Huu ni mlango wa kubainisha kwamba a kila watu wanakuona kwao, kwao. Wasomwe darasani ukiwaambia hivyo maana yake ki, kila watu wana tarehe ao ukisema kila watu wanakuona kwao, maanake kila watu wana tarehe yao. Kama watu wana tarehe yao, wataangalia saumu ya arafa kwa kuangalia tarehe tisa mfunguo tatu, hawatowaangalia mahujaji. Maneno ya kuwaangalia mahujaji walioko uwanjani nimeyauliza mpaka leo, ni maneno mazuri, kitabu hakuna. Kuna, kuna suala la mawazo ya baadhi ya watu, na kwa sababu yanaonekana katika video, ndio wanadhani ni sheria. Sasa hapa wanasema hawa tarehe watu wanayao. Tarehe watu wanayao na saumu ya Arafa ni mwezi tisa mfunguo tatu kwa mujibu wa kina Fiqhul Manhaji, na mwezi tisa mfunguo tatu ikitokezea kuna watu wametangulia kuona au kuna watu wamechelewa, Al Uthaimini kutoka Maka anawaambia kila watu waangalie mwandamo wao na wafunge Arafa kwa tarehe zao, wala wasiwatafute mahujaji waliosimama Makka. Mufti wa Omani ametengeza kitabu naye anamuunga mkono Al Uthaimini kwenye swala la tarehe juu ya swala la Arafa ndugu yetu naye huyu, eh, bwana ndugu yetu huyu anaitwa Munir Suleiman Aziz Al-Mansuri amekitafsiri hichi kitabu kwa lugha yetu ya Kiswahili, ili wewe usipate taabu, umuone mufti wa Oman anavyowaelekeza watu hapa. Sasa mufti wa Oman, Sheikh wa Saudi Arabia, masheikh waliofanya mkutano wote, wanakuambia wewe, tarehe duniani ya Kiislamu haiwi moja na tayari hawa hapo waliotangulia watakuwa tarehe yao iko mbele, na waenze na arafa yao, na wewe uko nyuma, tarehe yako ni nyingine, tafuta arafa yako. Wanaolazimisha kwamba watu wote waangalie arafa kule maka ni upotoshaji. Kwa upotoshaji huo, sisi wajibu wetu ni kuwapa nasaha.